Mama. <laughs> Mtazamaji wa Sam TV tukiendelea kuwa na kikundi cha wamama na maendeleo. Tuliona hatuwezi tukakosa kuongea na mama mkongwe kwenye kundi hili. Habari za saizi, mama? Salamu. Um, labda tukufahamu wewe ni nani au unaitwa kwa majina gani? Mimi kwa majina naitwa Alima Mambo Santa. Mhm. Uh, unatumika kwenye kundi hili la wamama na maendeleo kama nani? Kwenye kundi la kina mama na maendeleo, mimi ni mshauri. Mhm. Um, kwenye kundi hili unatumika kama mshauri, unajisikiaje kuwa ndani ya kundi hili? Bo, mimi ninajisikia kuwa uhuru katika kundi hili. uhum. Nitangulize kwamba mimi ni kiongozi katika kijiji hiki cha Karonga. Mimi ndiye msimamizi katika wasimamizi wa kambi ya Zaleka, na nilijisikia kuwa uhuru na furaha kushirikiana na kikundi hiki cha kina mama kisichokuwa na ubaguzi wa miaka, wa sura na rangi, lakini kwa umoja na upendo nilitaka kushirikiana nao kulingana na mambo ambayo wanayotumika mm -hmm, kwa ajili ya kuinua wakina mama tutoke chini mm -hmm, ili tuendeleze familia zetu kama vile wakina mama. Ah, kwa jinsi tulivyoelewa, tumeelewa ya kwamba wewe unasimamia zone fulani na hiyo zone ulisema ni zone ya Karonga na wewe tukiona ya kwamba wewe ni kiongozi kwanza, utofauti wa kuwa mshauri kwenye kundi hili, wewe ni kiongozi wa serikali ambaye unaangalia wakimbizi kwenye zone fulani. Je, kwa wewe kujiunga kwenye kundi hili, hakuna hali kama ya kukutokukuheshimu na wamama hao ambao wanaotumika nao, au kukawa mahali ambazo hazipendezi? Hapana, mm -hmm. kama ni heshima ipo. mm -hmm. Kwanza kundi hili nililipenda kwa sababu kuna mchanganyiko wa miaka, kuna watoto, kuna wakubwa, kuna kama sisi wazee tuko katika kundi hili, na tunashikamana sote pamoja kwa upendo na amani tunainua jina la mama kama vile mama, mm -hmm. Ah, tunaona ya kwamba hili ni kundi la wamama. Kwa kuendelea kukaza, wewe kama mtu wa serikali na vilevile kama mshauri wa kundi hili, ni kazi gani kubwa unayoifanya, watu wengine au jamii ikiona, nayo pia ivutiwe kuja kwenye kikundi hichi? Okay, asante. Katika kundi hili mm -hmm. ninaendelea kuongoza mm -hmm. akina mama kwa mashauri kwa kuwasaidia, tufanye nini ili kesho tupate kusaidia jamaa zetu pamoja na kusomesha watoto wetu hapo mbele, kesho kesho kutwa tupate kuendelea. Ninawasaidia mashauri. Mm -hmm. Uh, kufuatana na hali ya serikali au kimaandiko, tunajua ya kwamba wamama ndiye jeshi kuu, na kuna wamama baadhi ambao wanajitambua na kuna wengine ambao wajitambui. Kwa wale wanaowaendelea kuwatazama kwenye muda huu, unaweza ukawaambia nini, wewe kama mama mkongwe au kama mwangalizi wa jicho la serikali au kama mshauri wa kundi hili? Ninaweza kuambia wakina wakinamama wote ambao wanaonitazama na kunifuata kwa muda kama na huu, na, wa, na, kwa wale ambao wameshakata tamaa wasikate tamaa. Mm -hmm. Mwanamke kwanza ni kujiamini. Mm -hmm. Ujiamini mwanamke. Mm -hmm. Usijizarau. Mm -hmm. Mwanamke ujiamini, ili upate kuendeleza familia lako mbele. Mm -hmm. Tusikate tamaa na kutoa matumaini kwamba pengine sitapata, pengine sitafanya hivi na hivi. Hapana. Mm -hmm. Mm -hmm. ujiamini na wengine ambao wasiojua ili tunalolifanya hapa sisi wapate kutufata sisi ili tushikamane pamoja. Wasiojua lengo na ma, ma, mawazo yetu ama mazumuni yetu wanaweza kututafuta, tunaweza kusaidiana mawazo ili tutoke chini. Asante ah, uh, uh, mtazamaji wa Sam TV tuko naye kiongozi au niseme de zone wa zone ya Karonga vilevile vile, uh, mama mshahuri wa kundi hichi amesema ya kwamba mama, unaye mtazama mta huu, lazima usimame na ujielewe wewe ni nani. Kikundi hichi sio ya watu wa, wasiojielewa wanafanya nini. Kikundi hichi ni kikundi cha wamama wanaojielewa, wamama wanaoendelea kujishauri, ni wamama wanaoendelea kushikamana kwa ajili ya kusimamisha taifa la kesho. Ah, nina matumaini ya kwamba wewe mama ambaye ulikuwa umeshachoka, ambaye ulikuwa umeshakata tamaa kupitia mazungumzo haya au kupitia interview hii kutakuwa neno litakalo kugusa. Upo nami mtangazaji wako Eswilonja, nyuma ya kamera ni Aspar HP. Uh, mama, labda tuwe na swali moja la mwisho. Uh, unaweza ukaambia nini jamii? Maana kuna wengine wakiona hivi watawaza ya kwamba sijui, niseme kwenye lugha ya Kibembe, wanasema ya kwamba kulokela. Je, unaweza ukasema nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho unaweza ukafanya wengine wakafurahiwa nacho na wengine wakachukizwa nacho na wengine wakaanza kusema maneno ambayo labda hayako vizuri. Je, unaweza ukatoa dugudugu gani kwa wale ambao wanaweza kuwa na maswali, kwa wale ambao hawana uaminifu, au kwa wale ambao wanaweza wakapenda kuwasaidia lakini wasione mwangaza? Ok, asante eh, ninaweza kushauria ama kuambia akina mama ya kwamba wale wote wanaweza kutufata kwa mida kama na hii tunayoongea hapa hivi na kuona, pengine tuko waguruguru watustahiri, sijui akili zetu haziendi timamu. Hapana, tuko timamu. Kwa wale ambao watatufuata wakituona vibaya watatusamehe, na wakitufurahia watatutafuta ili tupate kusaidiana tena mawazo, tushikamane mkono kwa mkono. hapo awali akina mama walikuwa wakidharaulika sana mm -hmm. Mama alikuwa hana sauti ya kuongea mm -hmm. Mama alikuwa hana kitu cha kufanya mm -hmm. Mama alikuwa hawezi hata kununua chumvi katika nyumba yake mm -hmm. Lakini akina mama wa leo, kama vile sisi wa leo tunavyoishi, tunakomaa vizuri na tuna akili timamu na tunasimama tunajiweza, kulingana na akili zetu, kulingana na mshikamano wa kina mama, nisilolijua huyu analijua. Asilolijua yule analijua, kwao tunashirikiana kwa kusaidiana mawazo, ili tunapata kuinua familia zetu na kuinua umoja wa kina mama juu. A, kwa wewe mama usiyejitambua, kwa wewe mama ambaye unayeonekana kama hauna mchango ndani ya nyumba yako, nina matumaini ya kwamba siku ya leo ni siku ya wewe kuamka na kusimama na kujitambua wewe ni nani. Nina matumaini ya kwamba umesikia maneno ambayo unaendelea kuhimizwa na wamama wenzako. Usikose kulike, kusubscribe na kucomment kwa kupata yaliyo mengi kwenye chaneo yetu.